Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Waandaaji wa michezo ya Asia itakayofanyika huko Hangzhou, Mashariki mwa China, wamejitahidi kufikia lengo la kufanya mashindano yasiyokuwa na uchafuzi, huku kanuni hii ikitumika katika ujenzi wa viwanja vya michezo hiyo. Viwanja vya mchezo wa skushi vimewekwa katika ghorofa ya nne ya kituo cha kimataifa cha maonyesho cha Hangzhou ambacho si kigeni katika kuhodhi maonyesho ya kimataifa kwa kuwa kiliwahi kutumika kama mkutano wa kilele wa kundi la nchi ishirini wa Hangzhou uliofanyika mwaka 2016. viwanja hivyo viliunganishwa katika eneo hilo ndani ya kituo cha maonyesho ili kurahisisha mchakato wa ujenzi kutokana na nafasi ndogo, huku pia hatua hii ikihakikisha majengo yanaweza kutumika tena mara baada ya kumalizika kwa mashindano hayo. Kama viwanja vya muda, viti vyote ndani vinaweza kuondolewa na kuwekwa katika viwanja vingine. Kuhusu viwanja vya mchezo wa skoshi, kimoja kitakabidhiwa kwa jumba la makumbusho ya michezo ya Asia ya Hangzhou na vingine saba vilivyobaki vitasambazwa kwenye maoneo ya jamii, shule na taasisi za elimu ili kusaidia kutangaza mchezo huo. Kituo cha utamaduni na michezo cha chuo kikuu cha Zhejiang ni sehemu ya mashindano ya mpira wa mikono ya michezo ya Asia ya Hangzhou. Ili kukabiliana na mahitaji ya mchezo huo, sakafu halisi ya kituo hicho iliondolewa ili kupunguza uchafuzi usio wa lazima. Chuo kikuu hicho kilitumia wiki mbili kuondoa kwa makini sakafu ya mbao iliyokuwepo na kuzitoa kama msaada kwa shule zenye uhitaji. Shule ya upili ya Yabno ni moja ya shule zilizonufaika na mbao hizo, zilizochukua nafasi ya sakafu ya saruji katika uwanja wake wa mpira wa kikapu. Wanafunzi wa shule hiyo sasa wanacheza mpira wa kikapu kwenye sakafu ya mbao. Kati ya viwanja vyote hamsini na sita vya mashindano, arobaini na nne kati yao vimefanyiwa ukarabati ama kuwekwa majengo ya muda. Licha ya hayo, viwanja hamsini na moja tayari viko kwenye mipango ya kutumika tena baada ya mashindano. Ili kuimarisha usimamizi katika utekelezaji wa kutokuwa na uchafuzi, mfumo wa kisasa wa kuchambua taka na mapipa ya taka yanayoweza kupima uzito wa takataka taka na kupeleka data pia vimetumika. Zaidi ya hayo, majokofu ya kuhifadhi taka za jikoni na takataka nyingine yenye vifaa vinavyojiendesha vya kuondoa harufu pia yametumika. Hii ni mara ya kwanza katika historia kwamba michezo ya Asia imetambulisha nadharia ya kutokuwa na uchafuzi. Inatarajiwa kuwa kiwango cha uchakataji na matumizi ya vifaa katika michezo ya Asia ya Hangzhou kitazidi asilimia 50.